Yote kwa yote tumejiandaa kwa mchezo ambao upo mbele yetu, ambao ni kesho. Tumejiandaa vipi ni jinsi ambao nafasi tupo, na vile vile na yeye kuanzia watu wa saba mpaka nafasi ya mwisho salama ndio ukubwa tu mchezo wa kesho au mchezo yote, mwalimu, unajiandaa kwa matokeo yote, ufundishi kwamba mchezaji naye atapiga cross peke yake tu. Hapana, atakaba chini, wanakuja kukushambulia kwa possession, kwa faulu. Kwa hiyo tumejiandaa kwa mchezo kamili, si, kwa, kwa kwa moja tu Tumejiandaa kwa mchezo mzima, tunajua pia unahitaji nini. Sisi mchezo wa kesho ni kushinda moja kwa moja, na si vile vile nikushinda tu, yakitokea kufungwa kutoka draw ni moja ya mchezo. Lakini mwanahabari, hatujiandae kwa kuwa wanapiga kosi kesho hapa, nitakupa kongole kubwa ambacho sisemi, sio anaharibu, sisemi, sio anaharibu wapangaji wa hizi ligi tunakuwa saa nyingine wagumu wa kuogopa kusema maneno hayo wa... tuogopa, wa mara tutaambiwa kuna faini, kuna nini, lakini mengine tunasema kutoka kwa nafsi zetu, na sisi kama walimu, japokuwa walimu hivyo tuonekana wa ajabu ajabu, lakini huwezi kumrudishia mtu leo mpaka mwezi ujao. Kwanza gharama ya kambi, fitness, mechi, anapataje mchezaji huyo huyo? Kwa hiyo umesema kitu kikubwa na ambacho kiko kwenye idara zetu, si kama walimu, inakuwa ngumu kusema kweli lakini mtiririko wa leo kesho kushakupa hata siku mbili ukitupa sikucheza, tunacheza tunacheza, yaani muendelezo wa mchezaji unakuwa ni ule ule. Lakini mwezi mmoja wasanyaji wa, Kiswahili hawa eh, ngumu kurudi kwenye fomu yake. Tuna mtu sasa leo kapo mwezi mzima, siku thelathini na sita, mtu akaya ngoje mechi mbili zilizobakia, sema kweli kwa sisi walimu ni ngumu, lakini tutafanyaje? Ndio viongozi wetu wamesimama, mmelisema hilo mm? Kwanza, nikuambie mimi sijalalamika, nimesema kwa hizo. Ukisema kweli, kuna mambo ya faini hapa, na mimi sijalalamika, lakini nasema tu kuna timu gani ambayo imesema safari ngumu, alafu watu hawaji kucheza? Au safari gani ngumu watu waende kushinda? Tunakwenda, lakini hii mwezi mmoja na siku sita au na siku ngapi, sisi ni ngumu. Mimi kwa sio semei yao kwa Coastal ni ngumu, na timu zetu za Kiswahili hizi ngumu. Ngumu, ngumu eh mwezi mmoja jamani, mtongoje mechi mbili Siwezi kulalamika, labda kuna mashindano katikati hapa. Lakini upangaji hua kidogo sahihi humpuzisha mtu mechi mbili kwa mwezi mzima kwa kosti, lakini au mwalimu mimi wa ajabu ajabu <laughs>